Kuna breaking news hapa kuhusiana na usalama wa Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema ngazi ya taifa ambaye yupo katika gereza la Keko jijini Dar es Salaam, na taarifa zinaeleza kwamba ameondolewa katika gereza hilo na kupelekwa kusikofahamika. Kwa mujibu wa taarifa zilizopatikana awali, ni kwamba ndugu jamaa na marafiki pamoja na wanasheria wa mheshimiwa Lissu walipokwenda katika gereza hilo wameelezwa kwamba ame hayupo katika gereza hilo, lakini haijulikani amepelekwa sehemu gani. Na kuna taarifa rasmi iliyotolewa na chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kuhusiana na hilo, na nitawasomea hiyo taarifa husika. Kwa hiyo taarifa hii inaeleza kwamba leo Ijumaa Aprili 18 ya mwaka elfu mbili na ishirini na tano, naibu katibu mkuu Zanzibar wakili Ali Ibrahim Juma, mawakili, familia na wanachama kwa nyakati tofauti wamefika katika gereza la Keko ambapo mwenyekiti wa Chadema Mheshimiwa Tundu Lissu anashikiliwa. Hata hivyo juhudi zao za kumwona Mheshimiwa Lissu hazikufanikiwa baada ya kuelezwa kuwa hayupo katika gereza hilo, na cha kusikitisha hawakupewa maelezo yoyote rasmi juu ya alikopelekwa. Chadema tunalitaka jeshi la magereza, mamlaka husika na vyombo vya dola kutoa taarifa za wazi na za haraka kwa umma kuhusu mahali alikopelekwa Mheshimiwa Tundu Lissu. Iwapo bado anashikiliwa katika gereza la Keko, ni haki ya familia, viongozi na wanachama kumwona. Ni haki ya msingi ya kibinadamu na kikatiba. Taarifa imetolewa leo Aprili 18, 2025, na kusainiwa na Brenda Rupia mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Kwa hiyo hiyo ndio taarifa iliyopatikana uh, awali. Lakini taarifa mpya zilizofuatia baadaye uh, zinadai kwamba Mheshimiwa Lissu amehamishiwa gereza la Ukonga. Hata hivyo, taarifa hizi za pili hazijathibitishwa. Kama ni kweli amehamishiwa gereza la Ukonga kutoka gereza la Keko, um, bado hakuna uthibitisho wowote katika hili na uh, hakuna taarifa mpya iliyotolewa na Chadema kuhusiana na hili la taarifa ya kuwa Mheshimiwa Lissu sasa amepelekwa gereza la Ukonga kutoka Keko. Kinachotia shaka na kuleta taharuki ni ukweli kwamba kwanza, mahusiano ya vyombo mbalimbali vya dola na Mheshimiwa Lissu sio mazuri, na uthibitisho katika hili ni kwamba tangu Mheshimiwa Lissu, tangu ilipofanyika jaribio la kumuua Mheshimiwa Lissu mwaka elfu mbili na kumi na saba mwezi Septemba mpaka leo um, April elfu mbili na ishirini na tano hakujawahi kutolewa tamko lolote au hakufanyika jitihada zozote na serikali kwa upande mmoja lakini upande wa pili vyombo vya dola ikiwa pamoja na jeshi la polisi la kuhakikisha kuwa waliohusika katika tukio hili sio tu wanafahamika lakini pia wanachukuliwa hatua za kisheria haki. Swala hili halijawahi kuwa kipaumbele, sio cha serikali wala vyombo vya dola. Kwa hiyo hili linatosha kuwapa shaka. Na baada ya mheshimiwa Lissu kukamatwa huko Songea, uh, alikokuwa kwenye kampeni za hii ajenda ya no reforms, no elections, na baadaye kusafirishwa kupelekwa jijini Dar na hatimaye kufikishwa mahakamani ambako alisomewa mashtaka manne, moja likiwa shtaka la uhaini. Hofu ya wakati wote na inayumkinika kusema hofu kubwa zaidi ya hilo shtaka la uhaini ni usalama wa Mheshimiwa Lissu, kwa sababu sio tu mtu yeyote kuwa katika mikono ya polisi kunatia shaka, kwa sababu watu wenyewe hawaaminiki, wa lakini, ukizingatia profile ya Mheshimiwa Lissu, mahusiano yake na hivyo vyombo vya dola ikiwa pamoja na jeshi la polisi, lakini pia Uh, serikali kwa ujumla kwa hakika, watu wenye shaka kuhusu hilo wana sababu za msingi. Sasa kusikia kwamba yuko gerezani halafu ametolewa na kupelekwa mahali kusikojulikana, kwa hakika um, ni sahihi kwa hao ambao wana shaka kuhusu hilo, lakini kuna jambo lingine ambalo linahusiana na swala hili uh, na nasema linahusiana ni za kihisia zaidi kuliko uhalisia. Jana uh, zilipatikana taarifa kwamba mwenyekiti wa taifa, mwenyekiti wa zamani wa taifa wa chama hiki, Mheshimiwa Freeman Mbowe alimtembelea Mheshimiwa Lissu huko, uh, Keko. Hata hivyo, taarifa hizi hazikuwa rasmi, kwa maana hazikuwekwa hadharani. Ni, ba, ni baadhi ya vyombo vya habari viliripoti kwamba Mheshimiwa Mbowe alikwenda kumtembelea Mheshimiwa Lissu huko gerezani, na inapaswa kuwa ni habari njema kwa sababu um, tofauti za kisiasa, tofauti za kimtizamo hazipaswi kuathiri mahusiano ya kibinadamu mahusiano ya kiutu, kwamba kwa sababu kuna upinzani labda pengine, uh, kutokana na uchaguzi mkuu uliopita wa chama hicho, basi huyu anapopata na tatizo mwenzia simtembelee. Kwa hiyo hili lilipaswa kutizamwa kama jambo zuri. Hata hivyo, kinachotia shaka ni ukweli kwamba tangu mheshimiwa Lissu akamatwe na hatimaye kufikishwa uh, mahakamani na kufunguliwa hayo mashtaka ya uhaini, Mheshimiwa Mbowe hajatamka lolote, na hili sio swala la kawaida. um, linaweza kwa upande mmoja kuashiria kwamba bado labda na kinyongo na mheshimiwa Lissu, lakini inaweza kwenda mbali zaidi na ku pengine kuibua hisia kwa labda anahusika kwa namna moja au nyingine dhidi ya haya yaliyomsibu mheshimiwa Lissu. Sasa kwa nini hii ziara yake uh, inazua maswali kutokana na ilitokelea kwa sababu yeye alikwenda jana na katika mazingira ya kawaida watu ambao wanazungumzwa mtaani kwamba wana uhasama, ilikuwa ni fursa nzuri kwa pengine picha kusambaa wakiwa pamoja, wakiwa wanaongea, au hata yeye mwenyewe tukueleza kwamba amekwenda huko na vitu kama hivyo, lakini hakuna taarifa yoyote kutoka upande wake kuhusiana na hiyo ziara. Ni vyombo tu vya habari vimeripoti kuhusu hilo. Um, sasa kunatokea hisia kwamba labda lengo la ziara hiyo um, linaendana na ukimya wake kuhusiana na aliyomsibu Mheshimiwa Lissu kwamba ziara haikuwa na nia nzuri, uh, kwa sababu kwa upande mmoja inafahamika kuwa Mheshimiwa Mbowe ana ukaribu na serikali na pengine vyombo vya dola, uh, ukaribu kwa maana ya kuwa mtizamo wake, unajua, Mbowe ni moderate, sio mtu mwenye msimamo mkali katika masuala mbalimbali ya aidha siasa au kuhusiana na Chadema, CCM au serikali kwa ujumla. Lakini mheshimiwa Lissu anakuwa anatazamwa kama mtu mwenye msimamo mkali, kwamba labda kutokana na mazingira haya huenda kuna ujumbe ambao alikuwa amepewa mheshimiwa Mbowe aufikishe kwa mheshimiwa Lissu. Labda pengine amekuwa kama mjumbe wa serikali kufikisha huo ujumbe, na katika hizo hizo hisia kwamba labda pengine ujumbe ulipofikishwa mheshimiwa Lissu akakataa, na matokeo yake leo imebidi apelekwe huko kusikojulikana kwa mujibu wa taarifa. Lakini hizi ni hisia. Bila shaka kadri muda unavyokwenda, taarifa zaidi zitafahamika na ukweli kuhusu swala hili utafahamika, lakini taarifa zilizopatikana baadaye zinadai kuwa mheshimiwa Lissu amehamishiwa gereza la Ukonga, na kwa mujibu wa mwanasheria mmoja uh, ameeleza kwamba yeye alishangazwa na mheshimiwa Lissu kupelekwa gereza la Keko, uh, kwa mara ya, uh, in the first place kwa sababu baada ya kukamatwa na kufikishwa mahakamani kwamba alipelekwa rumande gereza la Keko, yeye huyu mwanasheria alishangaa, kwa sababu kwa mujibu wa maelezo yake, gereza la Ukonga lina facilities nyingi zaidi kuliko gereza la Keko. Kwa maana mara nyingi watu wenye kesi kubwa kama hii ya uhaini au mtu mwenye profile kubwa katika jamii kama Mheshimiwa Lissu, ambaye ni mwenyekiti wa taifa wa Chadema, inatarajiwa wangepelekwa gereza la Ukonga badala ya gereza la Keko. Sasa hata kama hiyo ni kweli kwa nini swala hili lifanyike leo ambapo ni public holiday? Leo ni siku ya mapumziko, ni Ijumaa kuu. Kwa hiyo tunafahamu kwamba japo uh, taasisi za dola zinakuwa zinafanya kazi masaa 24 lakini zina muda wa kazi, kwamba pengine wakati muwafaka wa kumhamisha Mheshimiwa Lissu kutoka gereza la Keko kwenda Ukonga lilipaswa kufanyika katika siku za kazi, lakini pia kama ni kweli familia, uh, mawakili, ndugu jamaa na marafiki na viongozi wenzio wa Chadema walipaswa kufahamishwa kuhusu hili lakini hakuna taarifa ya awali iliyotolewa kuhusiana na swala hili. Kwa hiyo hili swala limezua mtafaruku uh, mkubwa na hofu kuhusiana na nini hasa kinachoendelea. Kwa hiyo Jasusi TV inaendelea kufuatilia kwa karibu na itakuletea updates zote zitakazopatikana sa, kwa sababu This is a developing story, yaani ni habari endelevu inatokea kadi muda unavyokwenda. Kwa hiyo huenda baadaye kama tutapatikana taarifa zaidi tutakutengenezea tena video nyingine kueleza nini kinachoendelea, lakini kwa sasa kinachofahamika ni hicho kwamba Mheshimiwa Lissu hakuwepo gereza la Keko na kupelekwa sehemu isiyojulikana. Chadema wametoa taarifa rasmi, lakini pia kuna taarifa mpya zilizopatikana baadaye kwamba huenda amepelekwa gereza la Ukonga. Kwa hiyo tutakupatia taarifa zaidi. Basi toa komenti hapo chini kusikiliza maoni yako, na tutakutana wakati mwingine, asanteni.